Nitarejelea taarifa hiyo. Matamshi ya Rigathi Gachagua akiwafokea magavana Anne Waiguru na Cecily Mbarire yamemchongea baada ya wakazi wa Kirinyaga, Embu na Nakuru kuandamana wakimtaka Gachagua kuheshimu viongozi hao. Wakazi hao wamedai matamshi ya Gachagua yalilenga kudunisha uongozi wa wanawake humu nchini na kumtaka kuomba msamaha. Kutus, kaunti ya Kirinyaga, hali iligeuka Jumatatu mchana, umati ukijitokeza barabarani kuandamana dhidi ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Hii ni kufuatia matamshi yake ya wiki jana akidai gavana Anne Waiguru na gavana wa Embu Cecily Mbarire wanatumika na rais William Ruto kugawanya mlima Kenya. Aa, watu wanatumiwa na Ruto. Wewe gavana Waiguru, wewe Karimba, kwani mtu wako pale anaunganisha jamii yake ya reftuvari ndiyo aweza kutafuta uongozi. mimi nasema hapa tuungane. Semi ambazo wakaazi wanasema ni za kumdunisha gavana Waiguru, ambaye amekuwa mstari wa mbele kubadilisha uongozi wa wanawake nchini. Waiguru tunamchagua mara ngapi? na hata pahali kama constitution inaweza itikia, Waiguru tunaweza mpea mpaka zamuya tatu. Esu ukatukana mtu akiwa kwake nyumbani, Inawezekana kweli haiwezekani? Tunakuja hapa kukataa kusema gavana wetu Waiguru apewe heshima, heshima ambayo ni inafaa. Na kule Embu, wakazi wanaomuunga mkono Gavana Mbarire walijitokeza na kumtaka Gachagua kusita kuingilia viongozi wao wanaotofautiana naye kisiasa. Yeye alikuwa kwa serikali miaka mbili na nusu hakuna jambo lolote lake tuliona ametuletea katika hii Embu County. Hapa katika Mlima tuko na our deputy president anaitwa Kidhure Kidiki mwenye tumechaguliwa na tumeona hata anatuita kwake. Wewe ulikuwa kwa serikali miaka mbili, ulituita hata siku moja utuelezee vile serikali inafanya kazi? Joto la matamshi hayo likipata majibu kutoka kwa Gavana Susan Kihika wa Nakuru. sasa akishindwa kupigana na wanaume ameangalia hii wanaume wamemweza, si ndio? si alienda huko bunge akaimpichiwa na wanaume huko. Sasa amezunguka akaona wamama ndio ataweza. Ashi, Gachagua ashi? Kina kinamama hawa wamemtaka Gachagua kuomba radhi na kumkosoa kwa kujidai simba wa Mlima Kenya. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.